Ilikuwa na watu 38 na e, lakini kwa baada ya kesi kuitwa e, mkurugenzi wa mashtaka amesema mahakamani kwamba hana nia ya kuendelea na hizo kesi kwa mujibu wa kifungu namba tisini na na mbili. Kwa hiyo washtakiwa wote e, hawa kwenye hizo kesi wameachiwa isipokuwa kwenye kesi ya watu kumi na tatu watu wawili walikuwa tayari wameshaachiwa, waliachiwa tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kwa hiyo kwenye kesi watu ya watu 13 ya John Alexander na wenzake e, walioachiwa leo ni 11, kwa maana ya wale wawili waliachiwa tarehe 25. Kwa hiyo kwenye kesi hiyo wote wameachiwa huru e, na mahakama na mkurugenzi wa mashtaka na hayo mamlaka kwa mujibu wa kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai lakini pia kwenye kesi nyingine yenye watuhumiwa watuhumiwa na e, vile vile 38 vilevile wameachiwa watuhumiwa na sita, kwa maana kwamba wawili walikuwa wameachiwa, waliachiwa tarehe 25 mwezi wa 11, mwaka 2025, kwa hiyo 36 na 11 jumla ni 47. Kwa hiyo leo kwenye kesi kesi hizo ambazo tulikuwa watu tunawaakilisha watuhumiwa wote watu wameachiwa huru, wanakamisha tu zoezi hapa la utaratibu e, wa kusaini ili waweze kwenda nyumbani wakajumuike na familia zao. <laughs> Mika. Chochote. Chochote. Sema Mungu ni mwema. Tunamshukuru. Hey. Hey. Na mshukuru hmm. Siju. Na siju bado bado bado waijii, nafikiria mengi lakini tunamshukuru Mungu. Asante sana okay, yes. Asante sana kwa Watanzania, asante wa kila kwa kila mmoja ambaye anatuombea kutupigania, Mungu awabariki sana. Sana. Asante, asante. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Tuwasiliane.